Leo hii nimekuja hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nikimwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila kwenye hafla ya utoaji wa zawadi kwa walimu wa Afrika wanaofundisha Kichina, ikiwa ni baada ya mashindano ya lugha umahiri kwenye kufundisha lugha hii ya Kichina. Kwa hiyo imekuwa ni bahati na mimi nimefurahi sana kuwa sehemu ya kushiriki kwenye hafla hii ambapo balozi wa China amekwepo hapa siku ya leo na uongozi mkubwa sana kutoka China wamekwepo hapa na niseme, Tanzania na China tumekuwa kwenye mahusiano ya muda mrefu sana tangu miaka ya 60 huko mpaka leo hii, na mahusiano haya yameendelea kukua, na uhusiano wa sisi na China umejitokeza uh, kwenye nyanja mbalimbali, kwenye sekta ya ujenzi, kwenye sekta ya uwekezaji, kwenye viwanda, sasa hivi wapo pia kwenye ma, kwenye makazi na maeneo mengi kwenye sekta ya elimu, sekta ya afya, tumeona ushirikiano huu umekuwa wenye manufaa sana hasa sisi kwetu wa Tanzania. Na leo hii kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam wameanzisha kituo cha lugha ya Kichina, kituo ambacho kinafanya vizuri sana, na kama ambavyo nimesema, tuna walimu kutoka nchi mbalimbali. Tumeona kutoka South Africa, kutoka Madagascar, kutoka Angola, wengine Kenya na nchi nyingine mbalimbali na kama unavyofahamu, chuo kikuu cha Dar es Salaam ni mojawapo ya taasisi za elimu ya juu ambazo zina mashirikiano ya karibu na serikali ya Uchina, na hapa chuoni tunaiki kituo cha Confucian eh, tunaita taasisi ya Confucian ambayo inatoa eh, mafunzo lakini pia inaimarisha tamaduni ya Kichina kupitia lugha na vitu mbalimbali.